Rais wa Marekani Donald Trump amesaini amri ya kiutendaji ya kuivunja Wizara ya Elimu ya Marekani akisema hatua hiyo inalenga kumaliza kuingilia kwa serikali kuu katika sekta ya elimu na kuondoa kile alichokiita majaribio ya kijamii ya mrengo wa kushoto. Amri hiyo iliyosainiwa Alhamisi hii inamwelekeza Waziri wa Elimu Linda McMahon kuchukua hatua zote zinazohitajika kufunga wizara hiyo na kurejesha mamlaka ya elimu kwa serikali za majimbo na jamii za mitaa. Hii itawapa watoto na familia zao nafasi ya kuondokana na mfumo unaowavunjia matumaini, inasema amri hiyo. Wizara ya Elimu iliyoanzishwa mwaka 1979 kwa sasa inasimamia ufadhili wa elimu, mikopo ya wanafunzi na utekelezaji wa sera za kupinga ubaguzi katika shule zinazopokea msaada wa serikali kuu. Hata hivyo, Trump amekuwa akiikosoa kwa muda mrefu akisema kuwa ni ya kifisadi, kisiasa na isiyofanya kazi pasavyo. Kwa mujibu wa ikulu ya White House, alama za masomo ya hisabati na kusoma katika shule za umma zimeporomoka licha ya kuongezeka kwa gharama ya elimu kwa kila mwanafunzi kwa asilimia 245, tangu miaka 1970 jambo linaloonyesha kuwa matumizi zaidi hayajamaanisha elimu bora. Fedha za walipa kodi hazitatumika tena kufadhili majaribio ya kijamii ya mrengo wa kushoto na mipango iliyopitwa na wakati, ilisema White House. Msemaji wa White House, Caroline Levitt alisema kuwa wizara hiyo haitofutwa kabisa, bali itakuwa ndogo zaidi kuliko ilivyo sasa. Itaendelea kusimamia mikopo ya wanafunzi na misaada ya kifedha ya Pell Grants, huku shughuli zake nyingi nyingine zikipunguzwa au kufutwa. Hatua hii ni sehemu ya mpango mpana wa kupunguza matumizi ya serikali na urasimu unaoongozwa na idara ya ufanisi wa serikali, Doge, inayoongozwa na bilionea Elon Musk. Kufikia Septemba iliyopita, wizara hiyo ilikuwa na wafanyakazi wapatao elfu nne na mia mbili kwa mujibu wa Time Magazine. Mapema mwezi huu, McMahon alitangaza kuwa wizara hiyo itapunguza karibu asilimia 50 ya wafanyakazi wake. CH Duty track wanasambaza magari bora yaliyoundwa na maafrika kwa ajili ya Afrika kutoka China. Wanatengeneza malori yanayokidhi mahitaji yako maalumu. CH Duty track, ubora unaoaminika kwa bara la Afrika. Wasiliana nao sasa.